Hii ndio sura yake Yesu, yaani ulikuwa ukikutana naye hana mwonekano hana mvuto, lakini mstari wa tatu unasema hivi, alizalauliwa na kukataliwa na watu huyo aliyobeba hatima ya wanadamu wote, lakini alipokuja duniani, ona tunavyoambiwa alidharauliwa na kukataliwa na watu, walimkataa anasema mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alizalauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Ina maana kuna hatua zaidi aliyo maonekano wa nje na wa ndani. Kuna namna alichukua hatua, tumeona tu hey, inasema ile Filipi mbili ile, Filipi mbili saba hey, hey, inasema bali alijifanya kuwa hana utukufu. Kuna koma hapa sasa, hatua iliyofanya kuzidi kushangaa aliyoichukua Yesu bii inasema, akatwaa namna ya mtumwa, yani akatoka kwenye, kwenye namna ya uungu akaacha namna watu wanaoheshimika akaacha namna watu wenye umbile zuri, akatoka ukimwona umtamani, na watu wakawa wanamkataa, lakini bado akaona haitoshi akatwaa namna ya mtumwa. maana yake akawa mdogo zaidi, akawa mwenye namna ya utumwa. Unajua mtumwa ana itimisho la kazi hajamaliza anaambia, acha hiyo, fanya hii. Imeisha anaambia, usikae kwenda. Mtumwa ni mtu wa kutumika, wa kufanya sababu tunaambiwa kwenye ile mstari wa tano iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo ndani ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Maanake nia ya utume aliyoitwaa Yesu huwe nayo, huwe na nia hiyo ambayo ilikuwemo ndani yake. Eneo hili ndugu zangu e, unahitaji kujinyenyekeza. Inaendelea, si anasema akawa na mfano wa wanadamu, akawa mtumwa na akawa na mfano wa wanadamu. Maneno gani haya? Manaake hakuwa mwanadamu, akawa na mfano na hiyo ndo akawa anatembea naye. Watakatifu tuliopewa mwaliko wa mbinguni, sura ya Yesu harisi ya, mo, ya moyoni. Hii ndio sura ya Yesu. Maneno haya tukiyafanyia kweli mabadiliko yako, ya anayesubiriwa ni mimi na wewe kuyachukua na kuyafanya. Kama yeye alitoa namna hiyo, mimi na wewe lazima tutwae namna hiyo hiyo, namna ya mtumwa, ili tupate kufundishwa mengi, lakini ili tupate kupewa mengi. Usilione ili kusudi la maombi haya kuwa ni la kawaida. Mungu akujalie ujali pangusia maombi ya kawaida. Wakorinto wa pili nane mstari wa tisa. Korinto wa pili. Biblia nasema hivi, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwaizi wapendwa, sasa kumbe hapa, kwa nini Yesu alikuja namna ile? Yaani alikuja kimaskini, lakini yeye sio maskini alikuja vile ili atugee utajiri wake. Sasa unapatikana utajiri wa Yesu wapi? Wemekuchukua namna ya mtumwa sababu matajiri ndio watu walio bize usiku na mchana, mpaka kile nakuuzia, kile imeshauza kule, faida ni hii hapa, imeshatuma kule iki na iki hivi. Yaani simu za matajiri ziko bize.